Katika jengo la gorofa huko Tokyo, Akira anakimbia kundi kubwa la zombies wakali wanaokula nyama. Hata hivyo, Akira anahangaika zaidi kufika ofisini kwa wakati kuliko kuogopa maisha yake. Haya yote alianza mwaka mmoja uliopita na kazi ya kwanza ya Akira. Wakati Akira anajiunga na kampuni ya matangazo, bado amejaa ndoto na shauku. Wenzake wanamkaribisha kwa uchangamfu na hata kumpa chakula cha jioni kidogo cha kumkaribisha kwenye mgahawa na kila mara moja anamvutia na mwenzake mwandamizi Otori na kumfanya fikiri kuwa hapa ndipo mahali pazuri pa kazi kuwahi kutokea. Walakini udanganyifu wake huvunjika haraka sana, wakati siku ya kwanza kabisa anapaswa kukesha usiku kucha mara mbili mfululizo na kurudi nyumbani karibu kama maiti inayotembea. Kuanzia hapo hali ya Akira inazidi kuwa mbaya kila siku bosi wake mnyonyaji Kasugi anamdhoofisha kwa mzigo wake wa kazi usioeleweka na hivi karibuni ofisi inakuwa nyumbani kwa Akira kwa sababu haondoki kwa muda mwingi. Kwa kuwa anahitaji pesa, hawezi hata kufikiria kuacha kazi, na Akira polepole anakuwa zombi, mfanyakazi anayepoteza uhuru wake wa hiari chini ya mazingira mabaya ya mali pake pa kazi. Ni mpenzi wake Otori pekee anayemtendea kwa ukarimu, lakini wakati Akira anashiriki pongezi zake kwa bidii ya kazi na ukweli kwamba anaonekana kufanya anachopenda Otori anasema hali si hivyo kwake pia na kwamba kile wanachotaka kufanya kweli huangukia pembeni. Jioni moja anafanikiwa kupata muda kidogo wa bure kutoka nje kwenda kula chakula cha jioni na rafiki yake bora Kensho ambayo alicheza naye mpira wa miguu chuo kikuu. Kensho, nadhani Akira anapaswa kuacha kazi na anamuita mbwa shirika kwa kurudi, Akira anamkumusha Kensho jinsi walivyopoteza mechi kubwa chuo kikuu kwa sababu yake. Mabishano anafuaka na marafiki wanaachana kwa hali mbaya. Mwisho wa Akira anaingia katika huzuni kubwa na ghorofa yake inakuwa fujo tupu. Wakati mwingine akiwa kituo cha treni anafikiria kujimaliza. Mwaka mmoja baada ya Akira kuanza kufanya kazi ofisini, anampata jirani yake chini nje. Hata hivyo, wakati mwanaume huyo anageuka, Akira anatambua kuwa jamaa huyu amekuwa zombi na yuko katika mchakato wa kumla jirani mwingine. Akihofu, Akira anaanza kukimbia ghorofani wakati zombies wengi na wengi wanajitokeza kumkimbiza, wakati mwingine wakitoka kwenye ghorofa zingine. Akiangaika kuchelewa akira anafika hadi juu ya paa na kuruka juu ya uzio kuacha zombi upande mwingine. Wakati ndege inawaka moto inaruka na kuanguka kwa mbali, akira anakazama machafuko yaliyochukua jiji na anatambua kitu: hahitaji kwenda kazini. Hii inamsababishia furaha kubwa kiasi kwamba anacheza dansi kidogo, akijiuliza nini cha kufanya na muda wake mpya wa bure. Wakati huu anakumbuka utori na kumtumia ujumle kuangalia kama yuko sawa. Kwa kurudi, anampeleka eneo lake akimwomba aje kisha Akira anaondoka jengoni kwa kushuka bomba kupitia dirisha wazi. Anaona mwanamke mjamzito na mume wake na anaahidi kurudi na chakula kwa ajili yao, kabla ya kuendelea kushuka chini. Kutumia baiskeli yake, anafanikiwa kwenda haraka barabarani, akiepuka kila zombi anayejaribu kumkamata. Muda mfupi baadaye, anafika kwenye ghorofa ya Otori na kumkuta akiwa ametishiwa sana, kiasi kwamba anamng'ang'ania. Wakati huo, Otori anafichwa kuwa amekuwa na uhusiano wa siri na mkurugenzi wa kampuni ambaye yuko hapo sasa hivi na tayari amekuwa zombi. Mkurugenzi anashambulia mara moja, lakini Otori hawezi kusonga kwa sababu mguu wake umejeruhiwa, kwa hivyo Akira anaanza kupigana na zombi. Baada ya mapambano, Akira anatumia mazoezi ya mpira wa miguu kumshughulikia mkurugenzi mkituka na simu ya mbara. Otori achukua nafasi hii kumpiga zombi hadi kufa akimpigia kelele kwa kumwacha mkewe kama alivyoahidi. Ghafla Otori anaanguka chini na baada ya kifasa kidogo mwili wake unageuka kuwa zombi pia, anajaribu kumshambulia Akira lakini hasitari kumsukuma mbali kabla ya mwezwa. Kisha Akira anakiri hisia zake kwake kabla ya ukimbia akifunga mlango nyuma yake kumzuia kumfuata. Jioni Akira anarudi kwenye jengo lake na vifaa vingi, lakini anaposimama karibu na pahali pa jirani anakuta kimetupuka na kimejaa damu. Anarudi kwenye ghorofa yake kwa machozi, lakini anapowaomboleza jirani zake anakumbuka watori akimwambia kwamba kile wanachotaka kufanya kweli huangukia pembeni Akira anatambua anaweza kufa hivi karibuni na kwamba hataki kwenda kama kufanya kila anachotaka kweli. Kwa hivyo anachukua daftari na kuanzisha orodhani kichwa mambo mia moja kufanya kabla ya kuwa zombi. La kwanza ni kumwambia mtu anayempenda na tayari anavuta hilo kutoka kwenye orodha. Asubuhi iliyofuata Akira anaamka na nguvu nyingi na anaanza kufanya kazi kwenye orodha. Kwanza anasafisha ghorofa yake, kisha anakwenda kwenye duka kubwa kununua vitu vyote vya gharama kubwa ambavyo hakuwahi kununua hapo awali. Kuna zombies wachache hapa, lakini anawakimbia kwa kupanda toroli. Kisha anapaka rangi nywele zake, lakini baada ya kujaribu rangi tofauti chache, anaamua kubaki na nyeusi yake ya asili. Pia anapaka rangi picha yake kwenye upande wa jengo na anapata baiskeli anayoendesha kupitia jiji kwa kasi kamili. Jioni anawasha mafataki mengi karibu na mnara wa Tokyo kusherekea maisha yake mapya. Siku zinapita wakati Akira anaendelea kuja na mambo kwa orodha. Siku ya tano ana barbecue kwenye paa la jengo lake huku akipuuza zombies upande mwingine wa uzio. Anapokuwa karibu kula steki yake, anatambua kuwa viungo vimeisha, kwa hivyo anakwenda kwenye duka kubwa kunyakua vingine. Ghafla anasikia kelele na mtu mwenye kofia ya chuma anajitokeza kuanza kumpiga akisimama tu wakati Akira anaeleza kuwa yeye si zombi. Kisha mtu huyo anatoa kofia ya chuma na Akira anastuka kuona mwanamke mzuri anaitwa Shizuka. Wakati wanapiga gumzo, ghafla anasikia mwanamume akiomba msaada nje. Akira anakimbilia nje kutupa vitu kwa zombi anayemkimbiza mwanamume huyo, lakini haifai. Zombi anaingia sokoni na Shizuka anaanza kupigana naye, akionyesha ujuzi wa kushangaza. Wakati zombi wa pili anakuja, yeye anamtenga tu kwa kutupa kifaa kidogo cha kengele, akifichua kwamba zombies wanavutiwa na sauti. Akira anavutiwa na anamwalika Shizuka kukaa naye, lakini anamkataa akielezea kwamba hitaji la kila la kuokoa watu litavuta hatari tu. Baadaye Akira anarudi kwenye ghorofa yake na kuangalia picha za siku zake za chuo kikuu kunamfanya ahangaike juu ya rafiki yake. Anaamua kuongeza kitu kwenye orodha na kisha anampiga simu Kensho ambaye bado ni binadamu, lakini yuko katika shida amesalia ndani ya chumba cha hoteli ya mapenzi kwa sababu koridozi imejaa zombies na msichana aliyemfunga kufanya uhuni ameambukizwa pia. Akira anaahidi kumwokoa, na baada ya kuvaa sare yake ya zamani ya mpira wa miguu, anaondoka kwa baisikeli yake akiepuka zombies wote barabarani kwa kasi kubwa. Baadhi ya zombies walijaribu kushikilia gurudumu la nyuma, lakini Akira anawapoteza kwa kugeuka kwa kasi. Wakati huo Kencho, anajaribu kuondoka chumbani, lakini kundi kubwa la zombies linamfuata mara moja anakimbilia ndani lakini kusikia zombies wakigonga mlango kunamfanya pate kumbukumbu za wakati aliposhindwa kwenye mchezo mkubwa na kumweka kwenye hatihati ya kuvunjika. Kurudi kwa Akira, anapata barabara ya hoteli imejaa zombies. Kwa hivyo anatupa spika chini na kuifanya icheze mziki na kusababisha zombies wote kukusanyika karibu nayo. Kisha Akira anatumia mazoezi yake ya mkira wa miguu tena kukwepa na kuruka juu ya zombies wote waliobaki, hata akisukuma wachache mbali. baada ya kuruka juu ya na anashughulika zombie mwingine kabla ya kumtafuta Kensho. Chumbani, ghafla Kencho anatambua kuwa kuna utalivu na anafungua mlango kupata korido tupu. Akira anajitokeza na marafiki wote wawili wanaomba msamaha kwa kila mmoja kabla ya zombies wengi kuwafuatilia vijana. Mara moja wanakimbilia juu ya paa na kuzuia mlango kwa ngazi. Mwishoni wakiweza kutoroka, wawili hao wanajificha kwenye mgao wa kifahari na kushiriki mlo mshangazwa. Wakati huo Kencho anapata orodha, anagundua kipengele cha mwisho ni kufanya na patano na rafiki yangu mrefu na anamwambia Akira kwamba anashukuru kwa kuwa naye akimkinga mtu kila mmoja. Hii inamwongezea kila wazo, sasa anataka kuwa shujaa kuokoa watu kutokana na zombies, lakini Kencho anaeleza kuwa Akira hana nguvu. Muda mfupi baadaye, Kencho anaona kwenye habari kwamba Tokyo inakuwa jehanamu duniani na anasema wanapaswa kuondoka. Akira anakubali na anachukua aquarium bwanda la samaki la paradiso la bahari katika Ibaraki kwa sababu ana suti maalum ya kupiga mbiki inayolinda mwili kutokana na papa. Kwa hivyo itamshulinda Akira kutokana na zombies na kuwa suti yake wa shujaa. Baadaye wanakwenda sokoni kupata vifaa, lakini wakati huu wanaona kundi la watu wakikimbia zombies. Wengi kwa bahati mbaya wanauawa. Kwa hivyo Akira anafanikiwa kupata umakini wa mahudumia wa wa wawili wa ndege, dereva wa basi na Shizuka, ambayo ujuzi wake hauwezi kumlinda kutokana na kundi kubwa la hilo kundi linaingia ndani na kuvuta shata chini na kukata mkono wa zombi katika mchakato. Kila mtu anashukuru kwa uokovi, lakini dereva anaficha mkono wake ulioumwa. Kisha wananyakua vifaa mingi na kuwa na chakula kidogo na kunywa pombe mingi. Orodha ya Kira inajumuisha kunywa na mahudumio wa ndege, lakini anapojaribu kuwatongoza wanamkataa kwa, wanamkata kwa juu ya Kencho. Mawanamke wote wawili wanaondoka na Kencho kwenda kufanya uhuni kwa privacy, na Kira anajaribu kupiga gumzo na Shizuka ambaye anagundua kuwa alikata mkono na shata. Yeye anaitunza nara moja akifichua kwamba alikuwa anasoma udaktari. Wakati huo, dereva wa basi anabadilika kuwa zombi na anaanza kumkimbiza Akira na Shizuka. Lakini anaposikia kundi la watatu wakifurahia, anaamua kuwafuata wao. Kwa kushangaza kutoka nyuma, dereva anafanikiwa kumshughulikia mmojawapo na kummeza. Kisha mdereva anaanza kumkimbiza Kencho na wakati Akira anataka kumsaidia, Shizuka anaamua kuanza kuacha na mbali, kwa sababu yeye ni bora katika kuishi peke yake. Lakini Shizuka anapata radio na anaitumia kumkengesha zombi, akimpa Akira nafasi ya kumwokoa Kensho. Wakati dereva amekwama kwenye radio, Shizuka anakimbilia mlangoni, lakini hawezi kuinua shata peke yake, na kama siku walizotembea zombi wengi wanamfuata pia. Anatumia kikasi kumsukuma watu wote mbali, wakati vijana wanajitokeza kuinua shata pia, lakini hawawezi kufungua pia. Akimwona Shizuka anapigana na zombies wote kwa wakati mmoja, Kencho anakimbilia kuwasha mafataki mengi ambayo yanawakenyesha zombies na kumruhusu Akira kumwokoa Shizuka. Kisha kundi la watatu wanafanya kazi pamoja kufungua shata na vijana wanakimbilia kuingia ndani ya RV lakini mwanzoni Shizuka hataki kujiunga na wao. Lakini kuona zombies wanawafuata na kuzingatia kwamba hawezi kuendesha gari hana chaburi la kwenda na wao pia. Haichukui muda mrefu kabla kundi la watatu wako nje ya jiji maendeleo yao ni aquarium lakini bado wanasimama mara nyingi kufanya aina yote ya mambo kama vile kuachilia mbwa kutoka na ndaa zao, kukusanya vifaa na hata Kencho anapaka rangi nywele zake. Akira anaomba anafanya mambo kutoka kwenye orodha yake kama vile sup yoga ambayo inaishia kuwa Kencho anaangukia ndani ya maji. Pia wanapiga paragliding, kupika kwenye moto wa kempi na kuwasha mafataki mengi. Wanapokutana na hoteli kwa maana ya maji moto, wanapouza zombies na kutumia usiku humo wanafurahia maji ya moto sake moto na mtazamo mzuri yo wa engo linalojaa vimirili. Siku yafuatayo, kundi la watatu mwishoni mwanafika aquarium. lakini RV ghafla inatoka barabarani na kugonga ikisababisha Akira kupoteza fahamu. Kisha inafichuliwa kuwa barabara imefunikwa na mitego yenye uchoka. Muda mfupi baadaye Akira anaamka kwa sauti inayopiga jina lake na anashtoka kugundua kwamba bosi wake mrefu yupo inagunduka kuwa wasalia wote kutoka Tokyo wanajificha hapa. Pamoja na wenzi wa jirani wa Akira, wameunda jamii na sasa wanafanya kazi pamoja kuishi katika aquarium ambayo imekuwa ngome yao. Wasalia wamegawanyika timu kushughulikia kazi tofauti, na Kasugini kiko wasalia wote, lakini pia wana timu lake la kutoka nje ya kusanya vifaa na kuwazuia watu kuingia barabarani. Pia wanatumia zombies. Kuna kundi kubwa hapo nje wamefungwa barikedi mingi za uzio, na wakati wanahitaji kuondoka mlinzi anatumia megaphone kupata umakini wao. Kensho na Shizuka bado tuwasaidia na kazi, na Kasugi anamwomba Akira ajiunge nao pia. Akira anasita kwa sababu anataka kumaliza orodha yake ya ndoto, lakini Kasugi anamlazimisha kukaa kwa kuonyesha kwamba hapa ni salama kwa rafiki zake. Baadaye, wakati wa chakula, Kensho anakasirika kugundua kuwa Kasugi na rafiki zake wa karibu wanakula kifahari wakati wasalia wote wanapata tu ration iliyodhibitiwa. Kufanya mambo mabaya zaidi, kundi la bosi anamtendea Akira kama mtumi wao. Kencho anataka kupigana lakini mume anamsimamisha kwa sababu utovu wa nidhamu unaweza fanya timu nzima kufukuzwa. Kencho na Shizuka wanashiriki chakula chao na mwanamke mzimgawi. Kwa kuwashukuru mume anaonyesha Kencho na Shizuka njia ya kuteleza kufika kwenye sehemu ya kuegesha magari. Kencho anakangulia RV lakini matairi yameharibiwa. Akira anaendelea kufanya kazi kwa bidii lakini hivi karibuni anahisi kama anamkuwa mtumwa zombi tena. Wakati njini, dereba wa lari anakengeshwa kwa kuvuta sigara na haoni zombi anaingia ndani ya lari na hifaa. Baadaye lari inarudi kwenye aquarium na marabasi, anapofungua mlango zombi anaruka nche na kummeza. Mlinzi anajaribu kukimbia, na mlango ukiwa wazi, kundi kubwa la zombi zinaanza kuingia ndani. Haoroka zikia huka karibuni, bari kwenye aquarium, watu wanakimbia akiba na zombis wanaanza kuwameza kila mtu akiwa mwezila mikono yake. Hivi karibuni baadhi ya zombis wanafika kwenye maonyesho ya papa na wanaanguka ndani ya maji, huku wakifanyika chakula cha papa wakati huo Kensho na Shizuka wanamwonyesha Akira kwamba wamerekebisha RV na kuiba vifaa vingine, kwa hivyo wanaweza kuondoka. Lakini Akira anaeleza kwamba mahala hapa ni salama na anaamua kukaa. Wakati Akira anarudi ndani, Shizuka anapata orodha na baada ya kuona shughuli zote walizofanya pamoja, anagundua kwa kuwa shujaa. Haijavutwa tena ndani ya aquarium. Kasugi anapiga kelele kwa kila mtu kwa sababu amegundua kuna watu waliokosekana. Ghafla, Kensho anarudi nje na Shizuka anaingilia ndani kuzungumza na Akira akielezea kwamba kuishi hivi hakuishi kweli, wao ni zombies bila kuumwa tu. Anamwonyesha pia orodha ya Akira ikimfanya akumbuke jinsi alivyokuwa anachukiza kufanya kazi kwa Kasugi na jinsi alivyokuwa anapenda kujifurahisha katika mito wa mchakato. Ghafla, Kasugi anaiba orodha na kuitupa chini kuikanyaga iliyomfanya Akira atende. Anamsukuma Kasugi chini na kuichukua orodha baada ya kutangaza kuwa ameacha kazi. Wakati wazombi wanaikinda wakimbia kwake wakizungukia wengi, Kasugi anawasukuma rafiki zake kabla ya kukimbia, lakini Akira anajaribu kuongoza watu nje kwa msaada wa rafiki zake. Wanakimbia kupitia korido na kufunga mlango nyuma kabla ya kuingia kwenye chumba cha maonyesho ya papa ambapo wanamkuta Kasugi. Kensho, mwenye hasira, anamshika na kumkemea kwa kuachana na watu wake, lakini anakengeshwa na papa akiruka kutoka ndani ya maji na kutua karibu naye. Watu wanaingiwa na hofu, lakini Shizuka anaambia kwamba wasijali, mapapa hawawezi kutembea ardhini. Mambo yanauano, lakini papa anatoa miguu ya zombi zu wote waliokula na anatembea sasa. Kundi linakimbilia kurudi kwenye korido, lakini papa anazuia njia kwa kupiga ukuta. Kila mtu anaanza kukimbia tena na Kasugi anaamua kujificha, wakati akila anapata mlango na kuchukua kila mtu ndani kwa usalama kabla kufunga mlango. Wakati papa anagonga mlango, Kasugi anajaribu kuteleza nje, lakini anatoa ketle na anapata umakini wa mnyama. Wakati huo huo, Akila anatambua Kasugi amekosekana na anasema anataka kumsaidia na kusababisha Kensho kuonyesha kwamba Kasugi anastahili anachopata. Hata hivyo, Akila hataki mtu yoyote afe chini ya uangalizi wake. Kwa kuwa hawezi kumzuia Kensho, anamsaidia rafiki yake badala yake kwa kufichua kwamba kuna suti maalum ya kupiga mbizi chumbani. wakati huo huo, Kasugi anakimbia chini ya korido na anajikwaa. Wakati papa yuko karibu kumkamata, Akira anajitokeza katika vazi lake jipya la shujaa na kumpiga papa teke, lakini mnyama anaruka juu yake kushambulia. Akira anashikilia kinywa cha papa, lakini badala ya kumsaidia Kasugi anakimbia kwa bahati nzuri, Kensho anajitokeza kwenye forklift, gari la kuinulia mizigo kwa hivyo Akira anatoka njiani kumpa nafasi Kensho. Anaendesha forklift moja kwa moja ndani ya papa, lakini baada ya mapambano fulani anatambua kuwa haifanyi uharibifu wowote na anaamua kukimbia. Akira anapofika kwenye maonyesho ya papa, anampata Kasugi amezungukwa na zombies, na mara moja anaruka ndani kupigana nao. Anafanikiwa kuwashinda wachache, lakini kuna wengi sana na hivi karibuni amezungukwa zombies wanaanza kummeza na ingawa hawawezi kuvunja suti maalum bado ni chungu kwa Akira. Katika korido Kensho anakimbia kutoka kwa papa na anapoona shimo kwenye ukuta, anaamua kuruka kupitia hilo kuingia kwenye maonyesho. Papa anajaribu kumfuata lakini ni mkubwa sana na nkwama kwenye shimo. Ghafla muziki unaanza kucheza. Ni Shizuka ambaye ameleta megaphones mbili za kukenyeusha zombies kwa harakati za haraka na za kifahari anakimbia kupitia kundi kubwa, wakati wanakuja kumfuata na anapofika kwenye ukingu wa tanki anatupa megafons nyuma yake. Hii inasababisha zombi zote kufuata kelele na kuanguka ndani ya maji. Kundi la watatu wanarudiana na wakati Kasugi anajaribu kujiunga nao, papa mwishowe anajikomboa na kumsukuma bosi mbali. Akira anakimbilia kumwangalia na papa anajaribu kushambulia, lakini Akira anatumia kipande cha bomba kuweka kinywa chake kimekwama hata hivyo papa ni wa nguvu kuliko bomba na anafunga kinywa chake, hata hivyo akikamata mkono wa Akira. Wakati papa anaanza kumshambulia Akira, Shizuka anakimbilia kunyakua tochi ili kupata betri zake, kielezea kwamba papa wanakifanyeti sana ya kugundua mawindo yao vichwani mwao na kwamba mshtuko wa umame unaweza kumuua. Baada ya Shizuka kuunganisha betri na mkanda, Kensho anazinyakua na anakumbuka pasi ya mpira wa miguu aliyoshindwa uchua kikuu, kijaribu kufanya vizuri zaidi wakati huu betri zinatupa kwa nguvu zote za Kensho na kutua salama kwenye mikono ya Akia kabla tu ya papa kugeukia kwa Kensho na kumpiga kwa nguvu akikasirika. Akira anashikilia betri kwenye ngumi yake na anaruka kumpiga papa moja kwa moja kwenye pua, akitumwa mshtuko kupitia mwili wake ambao unamura kwa ufanisi. Baadaye Akira na Shizuka wanakimbilia kumwangalia Kensho ambaye anageuka kuwa sawa tu. Masaa machache baadaye, waathirika wote wamesambaza vifaa kati yao na wanajiandaa kuondoka kwenye aquarium. Kasugi anajitokeza kujaribu kuwazuia, lakini sasa familia ziko tayari kumsimamia na hata wafanyikazi wake wa zamani wanamkemea kwa kuwa bosi mbaya kila wakati. Kila mtu anakubali Akira alikuwa ligozi mzuri, na sasa wako tayari kuondoka, kuwa na maisha halisi badala ya kufanya kazi kama zombi. Kupuuza kulalamika kwa Kasugi, waathirika wote wanamshukuru Akira kwa kufungua macho yao na wanaondoka kwenye gari, wakati kundi la watatu wanaingia kwenye RV yao. Kasugi anajifanya kujuta kila kitu na anajaribu kujiunga nao lakini wanamkataa na wanaondoka bila yeye. Sasa marafiki watatu wako tayari kuongeza mambo kwenye listi. Shizuka anataka kwa kuwa daktari kuwakuwa maisha na Kensho anataka kuwa mcheshi kuwafanya watu wacheke. Akira anavuta kuwa shujaa na kuongeza kufanya kuwa shujaa kazi yake mpya, kabla ya kutangaza wataendelea hadi wafike mia. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video nyingine kali kama hii. Asante kwa kutazama.